Ukijiona unafanya madhambi alafu husikii lolote kabisa katika moyo wako, wala hushtuki ama kujuta hujuti. Sikiliza hii mpaka mwisho, inakuhusu. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema: kulama lma adhnaba alabdu dhanban nuqitat ala qalbihi nuqtatun sauda. Yani, anasema kulama lma adhnaba alabdu dhanban, kila wakati mja anapofanya dhambi moyo wote kabisa unazungukwa na kutu, kutu. Pale unafikia sehemu yani, usikii lolote, sio mawaidha, sio Quran, sio nini, hata adhani kaadhiniyo, we hata huswali na husikii chochote, subhanallah. Ikifikia huu wakati hapa mfano wake nini? Wewe mfano una baiskeli, baiskeli yako ama pikipiki ama gari ukaweka nje, ikakaa huko mwaka tuseme, ama miezi mingi, jua lake mvua yake, itashika kutu, obvious. Ikishashika kutu, hata ukijaribu kuiondoa itakuwa haiwezi kwenda, mpaka ubadilishe baadhi ya vifaa pale, na pia upake kama ni grease. Kwingine ndio ile ku move, hiyo inaweza kuondoka. Sasa hapa stuka, ukifika sehemu kama istuka Ujue sasa unatakana kurudi kwa Allah, badilisha baadhi badi ya mienendo yako, rudi kwa Allah, swali swala zako. Hapa sem kama ndio bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alielezea wa akasema, wa annadamu tauba, kujuta ni toba. Sasa wewe umefikia sehemu hata hujuti, subhanallah. Ndugu zangu wa Uislamu, astaghfirullah wa atubu ilayhi, inatuhusu. Astaghfirullah wa atubu ilayhi, rudi kwa Allah. wewe hmm, Muislamu. Hakikisha unamsambazia mwislamu mwenzako kama sadaqa tul jariya, ili naye aweze kupata ukumbusho, na hakikisha unafollow kurasa huu kwa mafunzo zaidi. Assalamu alaykum.